Ikumbuke kwa sasa hivi tuko mwishoni mwishoni kabisa mwa ligi kuu ya Tanzania bara ikiwa ni NBC Premier League. Sasa niko na taarifa kutoka kule e, Azam wamekuwa wakipost sana post yao ambayo inakuwa inasema coming soon raundi hii mtavurugwa sana, ndio kauli yao ambayo wanaenda nayo kwamba raundi hii mtavu watu watavurugwa timu zitavurugwa sana, sana, kwa sababu ile picha yao imekuwa ikionyesha e, ni design fani kama e, kuna mchezaji ambaye anafunga kiatu and then amefunikwa na nakuto kujua kwamba ni nani hii inadhihirisha ya kwamba Azam kwa msimu huu mwaka 2025 26, inataka kuja na upinzani mkubwa sana, hasa katika swala so zima la usajili. Unakuwa usi, unajua usajili ndio kitu pekee ambacho pia kinaweza kikaa kufanya eh, katika msimu kuweza kufanya vizuri au kufanya vibaya. Endapo utasajili wachezaji ambao hawana ubora ule ambao unakuwa unastahili, basi hakikisha kwamba unajua kabisa kwamba timu yako itafanya vibaya, lakini pia ukisajili wachezaji wazuri, wanafanya vizuri na wana ubora zaidi katika swala so zima la michezo ujue basi watafanya vizuri ikiwa eh, sakata la Simba na Yanga likiweza kuendelea na hali mpaka sasa hivi bado hatima yoyote haijaweza kupatikana, Azam na wao wamekomaa kusema coming soon. Raundi hii mtavurugwa sana, kwamba watu watavurugwa kinoma noma kuhusiana na masuala mazima ya usajili na tambo za usajili zimekuwa ziki zikiwa zikishtua ziki timu nyingi sana kutokea katika ligi yetu lakini pia ligi ingine eh, tofauti tofauti, lakini pa eh, ikumbuka kwamba eh, msimu huu wa 2025 26 eh, Mtibwa wa shuga pamoja na Mbeya City wameweza kupanda daraja na kuweza kuungana na eh, timu zote ambazo zitakuwa katika ligi kuu. So Azam wanakwambia coming soon. Raundi hii mtavurugwa sana, yani ni noma sana hii kauli. Kila mmoja amekuwa akisubiri kwa hamu kwamba Azam FC kwa sasa hivi wanakuja kufanya nini au wanategemea kufanya nini katika msimu huu wa 2025 26. Ingalia kuwa kila mmoja amekuwa akiongea kwamba Azam ni moja kati ya timu ambazo ina kila kitu, lakini sasa ni kwa nini huwa inashindwa kuweza kuchukua makombe, lakini pia inashindwa kufanya vizuri eh? Azam kwa weza kufanya vizuri zaidi ya hiki ambacho wanakifanya kwa eh, kipindi hiki. Endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa Digito katika platform zote kama YouTube eh, Instagram pamoja na X utakometisha kinomanoma.